Ya bani lo <laughs> <laughs> kiongoza wa maneno ataki maneno. Mama ni ya kwangu. Tuliongeza. Baada mimi kuongea ndo kaongeza kwako. Niko makini kwa sababu akitoka mashavu na mimi naendelea hapo hapo. Action. Mama anaosema